Halo. A wewe mtoto, hebu mpe simu baba yako, ana hela zetu bana. Sasa utakongea na baba yako? Sisi watu wazima tutaongea, baba yako ana hela zetu, maidadi nini wewe. Sasa tuna hela au tunamdai baba yako? Sikia wewe, mwambie baba yako sisi tuna njaa bwana, tutaliuza gari lenyewe hili. I don't ask you.